Leo tunamzungumzia kijana ambaye jina lake limekuwa mwangwi katika siasa za Afrika, kijana aliyegeuza upepo wa mapinduzi kuwa matumaini mapya ya kizazi kipya, Captain Ibrahim Traore, rais kijana zaidi duniani. Ni nani hasa kijana huyo wa Burkina Faso na kwa nini anapendwa mno na vijana kote barani Afrika? Karibu katika simulizi ya Ibrahim Traore, kijana mwenye mapinduzi ya kizazi kipya ya Afrika. Ibrahim Traore Alizaliwa tarehe 14 Machi mwaka 1988 katika kijiji cha Kera, Magharibi mwa Burkina Faso. Ametoka katika familia ya kawaida ya wakulima na tangu akiwa mdogo alijulikana kwa nidhamu na upendo wa kujifunza. Alisomea sayansi katika Chuo Kikuu cha Wagadu kabla ya kujiunga na jeshi la Burkina Faso mwaka 2009. Katika jeshi alionekana kuwa miongoni mwa maafisa wachapakazi, wenye nidhamu na wazalendo. Aliwahi kutumikia katika misheni ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa nchini Mali ambapo alijifunza changamoto za usalama katika ukanda wa Sahel. Mwaka elfu mbili na ishirini na mbili Burkina Faso ilikuwa imekumbwa na machafuko makubwa ya kigaidi. Serikali ya mpito ya luteni kanal Paul Henry Damimba ilishindwa kurejesha amani. Traore, akiwa kapteni wa jeshi, alianza kuwa sauti ya vijana ndani ya majeshi, akitaka mabadiliko halisi, si ahadi. Septemba 30 mwaka 2022 aliongoza mapinduzi yaliyomwondoa Damimba madarakani, na kisha Oktoba 6 mwaka 2022 alitangazwa kuwa rais wa mpito wa Burkina Faso akiwa na umri wa miaka 34 tu, na hapo akiwa rais kijana zaidi duniani. Kwa wengi, mapinduzi hayo hayakuwa ya tamaa ya madaraka, bali yalikuwa kilio cha kizazi kipya kinachotaka uhuru wa kweli wa Afrika. Tofauti na viongozi wengi wa kijeshi Traole anaonekana kama kiongozi wa watu. Hutumia mavazi ya kijeshi bila fahari, huishi maisha ya kawaida na mara nyingi huonekana akizungumza moja kwa moja na wananchi. Anapinga waziwazi kile kinachoitwa ukoloni wa kisiasa unaotekelezwa na nchi za Magharibi. Amehimiza Bukina Faso ijitegemee kiuchumi na kijeshi, akisisitiza ushirikiano wa ndani ya Afrika kupitia muungano wa Sahel pamoja na Niger na Mali. Kauli yake maarufu ni Afrika haitokombolewa na watu wazee waliokuwa sehemu ya tatizo, bali vijana wenye ujasiri wa kuwa sehemu ya suluhisho. Vijana wa Afrika wanamwona Traore kama ishara ya kizazi kipya kinachopinga unyonge na utegemezi. Katika mitandao ya kijamii, picha zake zimeenea kama alama ya Afrika mpya yenye uthubutu, heshima na sauti yake. Wengi wanasema anawakumbusha viongozi wa zamani kama Thomas Sankara, shujaa wa mapinduzi wa Burkina Faso wa miaka ya 1980. Uadilifu, ujasiri na msimamo wake dhidi ya ukoloni wa kiuchumi vinamfanya aonekane kama mrithi wa roho ya Sankara. Labda tuangazie sababu zilizopelekea umaarufu wake mitandaoni. Sababu ya kwanza ni utambulisho wa kizazi kipya na ujasiri. Traole anakabiliwa na sura ya kiongozi mdogo kijana na mwenye ujasiri. Hii ilimpa nafasi ya kuonekana kama njia mpya, tofauti na viongozi wa zamani ambao wengi walikuwa wazee na wanaonekana wamechoka. Lakini pia mitandao ya kijamii inafurahia watu ambao wamekuwa wakitrendi kwa vijana. Traore amekuwa kama mfano mwanaume wa mabadiliko. Sababu ya pili ni ujumbe wa pana africanismo na kujitegemea. Moja ya vipengele vinavyoashiria umaarufu wake ni msimamo wake wa kupinga udhibiti wa nje na kuhimiza mataifa ya Afrika kusaidiana yenyewe kwa yenyewe. Sababu ya tatu ni mbinu za kidigitali. Sababu ya nne ni mwonekano unaovutia na hayo ndiyo yananifanya niangazie takwimu mbalimbali zinazoonyesha watu wanaomfuatilia Traole hasa kwenye mitandao ya kijamii. Utafiti mmoja wa ndani ya Burkina Faso uliripoti kuwa asilimia 79 ya Burkina Faso waliohojiwa walikuwa wanamuunga mkono Traole licha ya changamoto za kiusalama, lakini pia katika mfumo wa information ecosystem uliodhibitiwa zaidi ya video 294 zilizalishwa kwa mfumo wa akili unde au artificial intelligence, ziliwekwa kwenye zaidi ya chaneli 127 za huko YouTube, zikikusanya zaidi ya milioni 8.6 ya maoni hadi mwisho wa Mei 2025. Lakini pia ripoti inaonyesha kuwa video moja ya picha za ujenzi ya Traore lisambaa kwa zaidi ya share 31 na kupata linki zaidi ya laki moja na elfu arobaini na tisa na, na maoni elfu kumi na moja kwenye mtandao wa TikTok. Lakini uchambuzi ulitabiri kuwa kampeni ya digital cult of personality ya Traore iliongozwa kwa kiasi na mitandao ya kijamii memes deepfake, yani maudhui yaliyotengenezwa kwa artificial intelligence, inatumia mbinu za uchochezi wa hisia na kuwafanya Waafrika wengi kumwona Traore kama shujaa. Ili kuelewa historia ya Traore yatupasa kuangalia historia ya nchi yake. Burkina Faso iliyokuwa ikijulikana kama Apa Vota ilipata uhuru mwaka 1960. Tangu hapo imepitia zaidi ya mapinduzi nane ya kijeshi. Mnamo mwaka 1983 hadi mwaka 1987, Thomas Sankara alikuwa ni mwanzilishi wa siasa za kizalendo na usawa lakini aliuawa katika mapinduzi ya Blaise Compaore aliyebaki madarakani kwa miaka 27. Baadaye Compaore aliondolewa mwaka 2014 kutokana na maandamano, na taifa hilo liliingia katika kipindi cha machafuko ya kisiasa na ugaidi. Hivyo, wakati huo Traole anapochukua uongozi, wananchi walikuwa wamechoka, walihitaji uongozi mpya wa kweli, si maneno matupu ya demokrasia. Licha ya umaarufu wake, Traole anakabiliwa na changamoto kubwa: ugaidi unaoendelea, shinikizo la kimataifa, na hitaji la kurejea kwa demokrasia nchini Burkina Faso, lakini anasisitiza kwamba demokrasia haina maana ikiwa wananchi hawako salama. Anaamini uhuru wa kweli ni ule unaotokana na kujitegemea na si kushinikizwa na mataifa yenye maslahi yao. Ibrahim Traore si tu rais wa Burkina Faso, ni sauti ya kizazi kipya cha Afrika kinachotaka heshima, usawa na uhuru wa kweli. Ni kijana ambaye amefanya siasa kuwa tena ndoto ya vijana wa Afrika. Swali ni moja tu, je, kizazi hiki kipya kitaendelea kulinda moto huu wa mabadiliko? Naitwa Daki William, na hii ni Ezu Media. Kama bado hujasubscribe, fanya hivyo ili wewe wa kwanza kupata taarifa zetu.